Asiseme vile inatoa harufu hataiazak aongea kama ile ya mwanzo, ananga nacheza kama, ha, zoyana, kata, na uh -huh. shumara, shikara, kama nini tu eh, niwaambie ile tamu, eh ile inatoa harufu, ndugu wangu hmm. okay, action, kisele hapana jamani, ya nywele chafu, ukitoka hapa Osha ndo usuke soka uchafu hmm. Kwani umelazimishwa? Mbona unafanya kama umelazimisha? Hebu nifumue huko <laughs> yamekuwa hayo. Yaani wewe mkorofi mkorofi tu hmm. Alafu wewe ni hmm, swala la mapumbe kuwa katili kiasi hiki.